Bibi, bana, bwana fundi, uko salama? Mi niko salama. mm -hmm. mm. Hali ipoje bana? Tuko vizuri. leo mm -hmm. ni Jumatatu mm. ya tarehe kumi mwezi wa kumi na moja. Najua hizi siku zinanichanganya, ni kama vile anataka kupeleka uh, mi, uh, tarehe mbele, nimalize mwaka on time mm. ama nipeleke tarehe mbele, tuelekee Zanzibar kidogo, tukarefresh tuka mind ya kwa ajili ya mbio za SQF Marathon msimu wa saba. Ndiyo. pale Zanzibar tunakutana kuna mbio za kilomita tano, kilomita kumi, kilomita 21. Kwa hiyo ni wewe tu uamuzi wako kwamba, mm. ukimbie katika mbio gani. mm. Lakini tutakutana pale Zanzibar tarehe 21 Disemba kwa ajili ya hizo mbio, mgeni rasmi akiwa ni rais wa Zanzibar, namzungumzia Daktari Huseni Ali Mwinyi. E, tutakuwa naye pale, tutakimbia pamoja lakini kumbuka katika kujisajili katika mbio hizi hmm. ambapo gharama zake ni shilingi 35 tu za Kitanzania, unapata nafasi ya kurejesha tabasamu kwa yule mtoto mwenye tatizo la mdomo wazi hmm. au mdomo sungura. Kwa hiyo ni kitu cha maana sana kujisajili katika mbio hizi na tukakimbia pamoja pale visiwani Zanzibar. Bwana fundi ingu, kwa nini watu wengi wanasema kwamba hii ni Blue Monday? Mimi siioni blue wowote kasi... au blue kwenye kitu gani? Yani ni Blue Monday kwa sababu ni siku ambayo inakuwa imepoa sana ndo mm wiki -hmm. hey, yani, wa wiki, yani watu, wa wiki, wiki ya watu walikuwa weekend huko mm, wameruka wame majoka mm, eh, wengine walikuwa katika kufurahia labda ibada zao mm, Wakristo na wengineo wa si ndio mm, kwao walikuwa katika kilele fulani cha furaha, alafu unarudi Jumatatu kazini mm, katumike hauna pesa. Kwa hiyo <laughs> <laughs> ndo maana uh, ya Blue Monday. Karibuni sana katika kipindi hichi cha magazeti ya asubuhi ya leo, tutawapitisha kwenye vichwa vya magazeti, alafu wewe utaenda kununua nakala zako, utapita kwa ndani zaidi kile ambacho kimeandikwa. Ehe, lakini wewe ambao unatusikiliza kupitia radio, unaweza kutusikiliza kupitia streamer live radio box, lakini pia tune in na wewe ambao unatufuatilia pale uh, YouTube unaweza kutupata kama SQF TV live pale, unatupata tupo huko ndani ya mjengo, watu wawili ambao tutakusogezia uh, gurudumu hili mpaka itakapofika pale uh, mwisho wa magazeti asubuhi. Karibu sana bwana fundi, tuanze na magazeti haya kabisa. Gazeti la Nipashe, habari kubwa zaidi imeandika waziri mkuu mpya ajaye. mm -hmm. mm -hmm. waziri mkuu mpya ajaye Mkumbo tulia Biteko Makonda ndani ya mjadala, kanuni za Bunge zambeba Lukuvi, za mbeba Lukuvi kuongoza mchakato kumpata spika mpya. Ni taarifa yeah, ambayo imeandikwa katika gazeti hili la Nipashe. Katika gazeti hilo hilo kuna taarifa inasema, uh, UVCCM yavionya vyama vya siasa kauli za kejeli. Hiyo, uh -huh. ni taarifa ambayo imeandikwa, lakini ACT Wazalendo yaibuka na hoja tatu baada ya uchaguzi mkuu ni hoja zipi hizo? Jichukulie nakala yako ya gazeti la Nipashe uweze kujisomea kiundani zaidi. Wataalam wasema mm. pombe na tumbaku chanzo kikuu cha saratani ya matiti kwa wanawake, inawaushika hata nani, wanaume? yeah. wale. Mm. Mm. Wataalam wasema pombe na tumbaku chanzo kikuu cha saratani ya matiti. Taarifa imeandikwa ukurasa nambari 7 Okay. mwenye kuonyesha dira ya Zanzibar leo akizindua baraza la wawakilishi. Mm. Taarifa ipo ukurasa nambari 17 e, kwenye gazeti hili la Nipashe. Gazeti la habari leo, amani na upendo vya tawala mahubiri, soma katika ukurasa namba mbili. Maaskofu wachungaji waombea nchi, wa nchi waimiza utulivu. Serikali yashauriwa mchakato wa, wa maridhiano. Serikali yasisitiza yasistiza Tanzania ni salama, yaita watalii, soma katika ukurasa namba mbili. Lakini pia wapinzani waguswa ahadi za Samia, soma katika ukurasa namba tatu. Ni za siku mia moja. Ikulu awashauri kuimarisha usalama Gazeti hili ukihitaji nunua, ukapitia zaidi kuona ni kile ambacho kimeandikwa kabisa. Gazeti la Majira habari mm. kubwa zaidi imeandika macho masikio kwa bunge la kumi na tatu kesho mm, e, uchaguzi wa spika naibu wake kuthibitishwa, e, waziri mm. mkuu mpya kutikisa hotuba mm. ya rais kufungua bunge yasubiriwa kwa hamu. Taarifa imeandikwa katika gazeti hili la Majira mm -hmm katika gazeti hilo hilo kuna taarifa inasema: watuhumiwa wa vurugu wazidi kuburutwa kotini. Mm. watuhumiwa wa vurugu wazidi kuburutwa kotini, taarifa ipo kurasa nambari 4 wa gazeti hili la Majira. mm. lakini katika gazeti hilo hilo athari za vurugu zaendelea kuanikwa, vijana waonywa, ni taarifa imeandikwa katika gazeti la Majira katika mm. siku hii ya leo jamii yashauriwa kusaidia watoto ni kivipi? Chukua nakala yako ya gazeti hili la majira ujisomee taarifa hiyo kiundani zaidi. Zungu rasmi kupeperusha bendera ya CCM kuwania uspika. taarifa ipo kurasa nambari tano. Kilio kuyeyuka barafu eh, kiwe ajenda maalum COP 30 taarifa pia imeandikwa katika gazeti la Majira. Alafu naona kuna taarifa ya kimataifa, Trump wasema Marekani kususia G20 afrika Kusini. taarifa ipo kurasa nambari 19 na msikilizaji pamoja na mtazamaji wa SQF TV tukimalizia na ile gazeti la mwisho la Mwananchi alafu bwana fundi atatupitisha kwenye habari za kimichezo. Gazeti la Mwananchi hapa, habari kubwa anasema kwamba Bagonza ataja mbinu za kuliponya taifa, agusia kukiri makosa kwa makundi husika kuepukana kulaumiana, wadau wataja wahusika waliopoteza maisha, kujeruhiwa, pia waliliwa, soma katika ukurasa namba mbili. Lakini mabadiliko tabi ya tabia ya nchi, maji ya bahari yanavyomeza mashamba, soma katika ukurasa namba sita. Vigezo vya kuamua mrithi wa majaliwa, vigezo vya kuamua mrithi wa majaliwa, ukurasa namba tatu, usome kwa undani zaidi. Lakini ndoto za Tina zilivyozimwa kwa risasi, soma katika ukurasa namba tatu katika gazeti hili la Mwananchi, imeandika taarifa hiyo. Lakini pia CCM kwenda na zungu spika silo unaibu spika, soma katika ukurasa namba 17. Na hili ndilo gazeti la mwisho asubuhi ya leo. Bwana Fundi, karibu sana katika habari za kimichezo. Katika habari za kimichezo, nakamata gazeti la Mwanaspoti. Habari kubwa zaidi, namwona meneja mm. e, Pantev, hesabu kali, mkali wa mabao mm. ameandikwa pale. Pia awatuliza mashabiki, soa afichua siri Pantevu. uh -huh. mm -hmm. hesabu kali, awatuliza mashabiki, soa afichua siri, naona. uh -huh. ni taarifa hiyo kuhusiana na klabu ya soka ya Simba. Ikumbuke kwamba tarehe 21 wanashuka dimbani kucheza dhidi ya Petro Atletico di Luanda ya pale Angola mm. katika michuano ya klabu bingwa wa Afrika. Kwa hiyo ndio hizo hesabu kali zinazozungumziwa hapa e. Sayansi ya Pedro yaibeba Yanga kileleni mm. taarifa hiyo imeandikwa na muona pale Pakome akishangilia goli lake, Pakome Maxi wafanya yao Eh, sikia ya Conte ni taarifa ambayo imeandikwa katika gazeti la Mwana Sports katika siku hii ya leo. Gamondi ageuka mbogo mm. chukua nakala yako ujisomee kiundani zaidi, kwa nini amegeuka mbogo na wikendi hii alikuwa na mechi. Wikendi iliyomalizika alikuwa na mechi akiongoza klabu yake ya singida mm. wakatoka sare. mtoko wa jim kwa wanawake ndo huu nimeuona bwana na mwili wangu huu, eh, kitupia hii nyeusi au hii nyekundu nyekundu? Eh, imagine sasa, Amorim bado aamini ni mm. taarifa ambayo imeandikwa katika gazeti hili la Mwana Sports. Amorim kocha okay. wa Manchester United huyu mm. bana, nakamata gazeti la habari leo kwa upande wa michezo, habari kubwa zaidi imeandika antevu akoshwa na kiwango Simba, ni kiwango gani hiko? Chukua nakala yako ujisomee kiundani taarifa hiyo. Yanga yakaa kileleni bara, Yanga yakaa kileleni bara. Chukua nakala yako ya gazeti la habari leo upande wa michezo ujisomee kiundani taarifa hiyo. Eh, kuna taarifa pia nasema, Morocco amtabiria mema Gamondi Taifa Stars. Kocha wa zamani huyu wa timu ya taifa Hemedi Suleiman Morocco mm, kwamba amemtabiria mema kocha wa sasa wa timu ya taifa kaimu kocha mkuu Miguel Gamondi kwamba atafanya vyema mm, lakini kuna habari nyingi kweli kweli katika magazeti mengine habari za kimichezo, lakini mimi naishia hapo. Tutakutana kwenye kipindi cha SQF michezoni. Shukrani sana bwana fundi. Na sisi tuseme asante sana kuchagua na kutazama pale YouTube, lakini pia ambao ulikuwa unatusikiliza kupitia radio stream, live radio box, lakini pia tune in ndani ya mjengo nilikopo mimi Pendo Cotton, lakini nilikopo na mwenzangu bwana fundi hapa. Tumekupitisha katika vichwa vya magazeti asubuhi ya leo, lakini wewe utaenda kununua nakala yako, utapita kwa ndani zaidi kile ambacho, uh, kimeandikwa. Sisi tuzidi kukukumbusha huduma ya ambulance sasa ipo rasmi ndani ya SQF kupitia namba hizo ambazo zinaonekana kwenye simu yako ama PC yako. Piga namba hizo bure kabisa ukapata huduma hiyo popote pale ambapo utakuwepo, lakini tarehe na ndugu yako moja, pale bwana fundi atukumbushe zaidi. Tarehe 21 tunakutana pale Visiwani Zanzibar katika mbio zile za SQF Marathon msimu Eh, tunasema msimu huu ni wa saba mm. Tutakuwa na mgeni rasmi pale eh, namzungumzia mheshimiwa Rais wa Zanzibar e, Daktari Huseni Ali Mwinyi ndo atakuwa mgeni rasmi na tunakutana katika mbio e, za SQF Marathon. Nikuambie tu ni shilingi elfu 35 tu kujisajili, mm-hmm. Na unapotoa elfu 35 yako mm. unapatiwa kit ama zile e, tunasema Uh, zile, zile nani vifaa vya kukimbilia si ndio eh? vifaa mm, maalum kwa ajili ya mbio mm. Kwa hiyo mwisho wa siku utaenjoy mbio zako kwa shilingi elfu thelathini na tano tu, lakini ni kwambie tu wewe utakapojisajili kwa hiyo elfu thelathini na tano basi unasaidia mm, ufanyike upasuaji wa mtoto mwenye tatizo la mdomo sungura mm, na akarejeshiwa tabasamu lake. Kwa hiyo mm, sioni Eh, namna yoyote ambayo wewe utashindwa kuweza kujisajili na kuweza kuingia katika mbio hizi, kwa sababu unajipatia baraka pia ndio eh. Na ndiyo maana huduma uh, zetu zote za matibabu ya upasuaji wa mdomo wazi unafanyika bure, bure, bure, bure kabisa. Sisi hatuna la ziada, yalisababisha vitu vyote vikaenda sawa. Hapa ni Bwana Pantaleo Lukwisha, mzee wa Nywila, mzee wa Nywila

Qualities Foundation kwa kushirikiana na hospitali ya Malolo Tabora wanakuletea upasuaji wa midomo wazi utakaofanyika bure kuanzia Novemba 17 hadi 21 mwaka 2025, katika hospitali ya Malolo Tabora. Watoto wafikishwe siku moja kabla ya zoezi la upasuaji kuanza. Kwa taarifa na mawasiliano zaidi, piga simu namba 075318944 au 0756 mia sita mia tano sabini na tano.